Ukweli dadangu, tangu nianze kukaa katika mtaa huu nimeona mabinti wengi sana warembo, ila itoshe kusema moyo wangu umetua kwako. Sitaki kifo kije kuniungua, nimeweka wazi maradhi yangu na kupenda. <laughs> Asante kwa kunipenda na pole kwa maradhi unayougua. Kwa bahati mbaya kwako, mimi ni mke wa mtu na ninampenda sana sana mume wangu. Najua unajua. Sasa kama unayajua hayo yote, kwa nini umenisimamisha na kuongea upumbavu wako? Sina lengo la kubadili chochote katika ndoa yako, ila lengo langu ni moja tu, nataka ufurahie mapenzi maana figa moja alivinjiki chungu. Mimi ni mke wa mtu, tafadhali ni heshimu. Alafu ala moja haikai panga mbili, tafuta wasaizi yako. Kulukaluka kwa maraji ndio kuiva kwake. Kea mtu sumu, kea mtu sumu. Hivi mm, wewe kenge maji, unanitafutia nini hasa? Au unataka niongea kwa kutumia kiungo gani? Labda utanielewa. Waliosema mapenzi ni uchizi hawakukosea. Najua nachokitaka kwako kipo na sitochoka kukiomba, maana mtaka cha uvunguni sharti ainame. Naomba nionee huruma mtoto wa mwanamke mwenzio. Eh koma, usinichulie naomba unipishe niondoke. na hicho unachokitafuta utakipata. chochote kinikute, Tabia, lakini nikiwa natetea amani ya moyo wangu. Tabia, we ujui tu namna gani penzi lako linavyotafuna moyo wangu, na ukinipa nafasi utajua nini namaanisha, Tabia.

Dawa yako inachimka mshenzi, kisha hivyo vizuri nisaua, sijui nilikuwa maji kwako. Maneno na vitendo yalikuwa ni zaidi ya bomu kubwa la nyuklia, kwa maana yalisambaratisha kabisa ule uzio imara wa uaminifu katika ndoa yangu. Niliyapima maji kwa macho, hatimaye baada ya kuvuka nimezama, nimeanywa maji kwa pupa, hatimaye amenipalia. Nimejaribu ila nimeshindwa kuficha kikohozi. Hakimu, hakimu Pilato wa hisia zangu. Ah, kisa mapenye mara oh, nimezama sishipunje ya furaha na moyo nguvu naishoa nimekwama. ah, ah, ah. Niambie jirani, ah, mi namshukuru Mungu, sijui wewe. mi namshukuru Mwenyezi Mungu, ni bukheri kabisa wa afya. ah, nilikuwa nataka nikutafute kwa sababu pale nyumbani kidogo naona nyasi zimeotaota tena, nikasema nikipata nafasi nitakutafuta ili twende tukafanye fanye usafi pale. Ila uzuri leo tumekutana hivi na wewe mwenyewe umesema kuna jambo atakanielekeze, nikaona kwanza nikwambie langu ili nisilisahau, maana unajua mimi mambo mengi. Ah, bwana jirani, mimi nashukuru. Lakini jirani, shida yangu mimi, kuna kitu nataka nikwambie, yani kinanifukuta kila dakika, na sio mm -mm, sio kweli. Wewe ni jirani yangu, afu tumekaa muda mrefu sana Ukiachana, okay, sijui na mke wako kumleta pale, kabla hata mke wako tumeishi vizuri eh, umenisaidia mambo mengi sana, kwa nikaona nikoona sio vizuri nikae kimya, lazima nikwambie. Mara nyingi huwa unavyosafiriji unavyokaa, labda siku mbili siku tatu, kuna kijana huwa anafikaga pale, yule mkaka. Sio mara moja, nimewahi kumuona. Yani kuna sehemu kwa mtopa kule, ni bodaboda, nishawahi kumuona mara kadhaa huwa anakujaga pale nyumbani kwako. Tena siku zingine anaweza akafika asubuhi akaondoka kesho kutwa yake au kesho jioni. Sasa nikawa najiuliza, kwa nini afike wakati wewe unaondoka? Kwa nikasema mm, mm, lazima nimwambie jirani yangu. Uzuri tumeishi vizuri sana jirani yangu, kwa siwezi yani, jambo kama hili siwezi kukaa nalo. Labda labda ni ndugu yako, labda, labda ni mlinzi. Siwezi kujua, lakini mm, <laughs> huwa ananitiaga mashaka kwa nini afike wakati wewe unaondoka? Kwa hiyo nikasema nikikutana jirani yangu nimfikishie taarifa hizi, lakini sio kwa ubaya, mi nimefikisha tu kwa sababu wewe ni jirani yangu. na hivyo usijali bwana, usijali. Unajua ndo maana nawambia mimi nikiwa sipo, basi pale ni nyumbani kwetu sote eh, kwa sababu unaambiwa mpende jirani yako kama wanavyojipenda. Na mimi nashukuru tumeishi vizuri toka nimepanga pale, sasa hivi tunaishi pale, tumeishi vizuri vizuri sana. Aa, kuna jamaa wangu mmoja nilimpa kazi ya kufanya wari kwenye mabanda ya kuku kule, maana uani kule nataka nijenge mabanda ya kuku wa kisasa. Sina uhakika kama ni yeye au vipi, ni mdogo wangu kabisa, but shukrani kwa taarifa na nitalifanyia uchunguzi hilo. Ah, basi hamna shida, jirani. Naomba kama sio kesho, kesho kutwa basi uje pale nyumbani nitamwachea sasa hivi, nitakuachea elfu thelathini kwa sababu naona sio huku pembeni tu, hadi nyuma kabisa kule, nitatamani upafanyie usafi. Nitashukuru bwana. Hamna shida. Ah, jirani, shukrani. Haya. Moyo mejaa maumivu mejaa maumivu maumivu, kichwa kimejaa maswali Najua hakuna mvuvi chambo baada ya kumvua. Kwa hiyo lengo lako la kupeleka barua lilikuwa ni tu yule mwanadada ah? Baba. <coughs> <coughs> Mi zambi siziwezi kaka, motoni ni kwa upe mzazi. Mashetani wote wapo hapa duniani, anajifunza dhambi mpya kila siku kupitia sisi. Yeye kazi yake ni kuzisambaza tu, anank hapa. anazisambaza mzazi. Afu yule ule jamaa tumeishia kumtesa tu, hatukumuuliza tunachotakiwa kumuuliza. <tune> Da, I see, unajua nilisha sahau kabisa. <tune> Umesahau wapi kaka? Bangi nyingi. Hebu usizungumzie bangi bwana. Emthum kabla hajafa mzee kodi. Okay, kona kodi Kuna panya ameingia nyumbani kwangu. Nimeanza kumsikia sauti zake na fujo zake wakati akipitapita jikoni, na kwa sasa yupo sebuleni, yupo katika masofa. Nataka tumdhibiti kabla hajaingia chumbani na kuanza kushambulia godoro. Umefanikiwa kujua ukubwa wa panya huyo?